Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Sant Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, leo Jumatatu, juma la tano, kipindi cha Pasaka mwaka chee wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 aya tano hadi ya 18, na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane sura ya 14 aya ya ishirini na moja hadi ya ishirini na sita. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Yohani. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu. Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yuda akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu wala si kwa ulimwengu? Yesu akajibu akamwambia, Mtu akinipenda atalishika neno langu na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu nalo, neno, mnalo neno lisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Neno la Bwana. Sifa kwako E Kristo. Karibu mpendwa mwana wa Mungu kusikiliza tafakari ya neno la Mungu. Kutoka katika injili tuliyosikia hivi punde. Ndugu zangu, sehemu ya injili ya leo inatokana na wosia wa Yesu kwa wafuasi wake. Yesu anawasa wafuasi wake kwa kuwafunulia siri kubwa. Siri hii si nyingine, bali ni ile isiyofichika katika kujua amri za Mungu na kutenda kadiri ya amri hizo. Injili ya leo inatualika juu ya kumpenda Mungu kwa njia ya amri zake. Ndugu zangu, neno upendo katika injili ya leo limejirudia mara sita, likisisitiza kujua amri za Mungu, kumpenda Mungu na kushika amri zake. Matokeo ya kujua amri na kuzishika ni kupata heshima ya kutambuliwa na Mungu kama mtu anayempenda Mungu, yaani mchamungu. Pili, kutenda kadiri ya amri hizo kunaleta neema ya kupendwa na Mungu. Tatu, wanaoishi kadiri ya amri za Mungu wanajaliwa neema ya kuona utendaji kazi wa Mungu katika maisha yao. Utatu Mtakatifu unakuja na kukaa kwake na kutengeneza muungano na mtu huyo, maisha yake yanakuwa maisha yenye muungano wa kimungu nana utendaji na mahusiano yake yanabeba taswira ya kimungu. Hii ni neema kubwa tunayopaswa kumuomba Mungu atujalie, hasa sisi tunaobeba chapa ya Kristo. Yesu anaposisitiza kujua amri za Mungu anasisitiza bidii ya kutaka kumjua yeye mwenyewe ambaye ni neno la Mungu. Kumjua Mungu ni mwanzo wa uzima wa milele rejea Injili ya Yohane sura ya 17 hadi ya tatu. Kumjua Mungu anayedhihirishwa naye tena kwa kushika amri za Mungu. Yesu anatualika kufuata mafundisho yake yanayojikita katika upendo na pia kuambatana naye aliye amri mwenyewe, rejea Injili ya Yohane sura ya tatu aya ya kumi na sita. Amri ya Kristo yenyewe ni upendo kwa Mungu na jirani. Kwa hiyo Yesu anabainisha kipimo cha mtu anayempenda, angalia namna tunavyohusiana na wenzetu ikiwa ni kwa wema, basi upendo wa Kristo upo kati yetu na yeye mwenyewe anatenda kazi nasi. Lakini tukijua amri za Mungu kisha tukaendelea kuwanyanyasa na kuwasingizia watu wengine, tukawasengenya au kuwafitini, ni wazi kwamba tuko mbali sana na Kristo na wala hatupendwi wala hatutapata neema ya kuungana na utatu Mtakatifu. Tena usijidanganye pale tunapopata mafanikio ya kidunia. Kufanikiwa kumkandamiza mtu hakumaanishi Mungu ameridhia. Mungu mwema anatupa neema ya kujitambua ili tumrudie. Ikumbukwe, neno la Mungu li hai daima. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, tujitahidi kupendana sisi kwa sisi ili upendo wetu upate kibali cha kumpenda Mungu. Rejea waraka wa Kwanza wa Yohane sura ya nne aya kumi na nane hadi ishirini na moja. Hivyo ndugu zangu tumwombe sana Mungu atujalie neema ya kuishi amri zake kwa kudhihirisha upendo baina yetu sisi kwa sisi kwa dhamiri safi na takatifu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo